katika mwendelezo wa muvi kali za kutisha leo tunakuletea mashine nyingine mpya hii inakwenda kwa jina la Insidious ya mwaka elfu mbili na kumi hii ni kutoka nchini indonesia mwanzo wa filamu wanaonekana joshi na mke wake renai wakiwa kitandani ilikuwa ni majira ya asubuhi renai anaamka kitandani na kuelekea sebuleni inaonekana kama ni nyumba ambayo wamehamia kama jana yake usiku vitu vimekaa shagara bagara akiwa anataka kuvipanga anachukua albamu ya picha na kuanza kuangalia. Mtoto wake Dalton anatoka kuamka, anamwambia mama yake hahitaji kukaa kwenye chumba alicholala usiku. Mama yake alijaribu kuuliza shida ni nini, lakini hakukuwa na jibu lililonyooka. Renai na Dalton waliendelea kuangalia picha pamoja. Kwa mbali anamsikia mwanae mwingine analia. Renai anainuka na kuanza kuandaa chakula cha asubuhi. Watoto wakiwa wanacheza, mama anaandaa chai Joshi naye anajiandaa kwenda kazini, anajiangalia kwenye kioo na kulalamikia mvi ambayo imekuwa ikiota kila wakati. Mara Renai anakuta vitabu alivyopanga vimeangushwa chini, anaviokota na kisha anamwambia mwanaye, ukisoma kitabu hakikisha unarudisha kilipokuwa. Dalton anasema mimi sijagusa vitabu vyako. Joshi anaaga wanaye kwa ajili ya kuelekea kazini, kila mtoto akajipatia kitita cha mabuso kisha akatoka na kuelekea kazini. Alipoondoka Renai aliendelea na mazoezi ya kupiga gitaa. Mara anamsikia mtoto wake mdogo analia, mbio mbio na kwenda kumchukua. Akiwa anambembeleza mtoto, anasikia sauti za ajabu. Anamweka mtoto na kutoka na kuelekea kwenye vyumba vingine kuangalia. Anafika juu anasikia ngurumo za ajabu, lakini anaamua kupuuza na kuondoka. Joshi naye anarudi wakati kiza kinene kilikuwa kimefunika anga. Alipoingia ndani, Dalton alimpokea kwa furaha kubwa sana. Baba yake alimpa zawadi Kumuambia atumie na kaka yake. Akiwa anacheza Dalton anaona mlango unafunguka. Mama yake Dalton naye anashangaa vitu ndani vinapotea. Anamuuliza mume wake kuhusu box. Mume wake anasema hajui, lakini nakumbuka tulichukua kila kitu. Labda kaangalie dining room. Renai anasema nimetafuta kila mahali. Joshi anasema tutatafuta. Wakiwa wamekaa sebuleni, Joshi na mke wake Renai wakicheza na mtoto. Dalton anatoka na taa ya mafuta ili akaangalie taa mojawapo ilikuwa na shida gani, maana haiwaki. Aliona kuna swichi ya kamba imening'inia, hivyo akaamua kupanda kwenye ngazi kwa ajili ya kuwasha taa ile, lakini kwa bahati mbaya ngazi ilivunjika na Dalton anaanguka chini. wazazi wakiwa hawana ili walalile. Dalton anainuka na kuanza kupiga kelele. baada ya kusikia sauti za mikwaruzo, Renai na Josh wanatoka mbiombio kuona Dalton amepatwa na nini. Walipomuona walijaribu kuuliza kama yupo sawa. Walipomwangalia kichwani kwake, wakagundua kuwa aliumia kidogo. Wazazi walijaribu kumuasa asirudie tena alichofanya. Kisha Dalton anainuliwa na kuingia ndani. Chumbani kwa Dalton, haya, alikuwa amechora picha nyingi na kuzibandika ukutani. Kwenye moja ya picha hizo, Dalton aliandika anataka kuwa invisible superhero, yaani yani shujaa asionekana. Baba yake aliposoma, akamwambia unaweza kuwa superhero, lakini siyo invisible. Renai na Josh waliporudi ndani wakawa wanapiga story Renai akasema hofu yake ni kwamba mambo hayatabadilika, lakini mume wake anamtia moyo kwamba mambo yatabadilika tu. Baada ya mazungumzo, wote walilala. Ulikuwa ni usiku tulivu, japo palikuwa kama panatisha, lakini hatimaye palikucha salama. Asubuhi kulipokucha, Renai anaandaa chai, anamwambia mume wake akamwamshe Dalton. Josh alijaribu kumwamsha Dalton, lakini Dalton hakuweza kuamka. Moja kwa moja anapelekwa hospitali. Baada ya vipimo daktari anasema Dalton hana tatizo lolote la kiafya, na hata skana inaonyesha ubongo wake upo sawa kabisa. Joshi na mke wake wanaonekana kuwa na hofu, wanauliza kama Dalton atakuwa sawa. Daktari anasema ngoja aendelee na vipimo. Miezi ikakatika, Dalton bado yupo kitandani. Mpango unafanywa wa kumwekea mrija kwa ajili ya chakula. Siku iliyofuata, Renae akiwa anafanya mazoezi ya muziki, anasikia sauti kwenye redio ndogo ikisema, hakuna chochote unaweza kufanya. Akiwa ameshikilia redio hiyo anatoka nje polepole pole na kujaribu kuangalia huenda anayeongea yupo ndani humo. Taratibu, sauti ilianza kuongezeka na kumwamsha mtoto. Mbiombio anaelekea chumbani na kumchukua mtoto. Katoto kalia hako kama wewe ulivyokuwa mdogo. Yupo pia huyu mdogo wake Dalton Iseya, anamwambia mama yake anaomba kubadilisha chumba kwa sababu hapendi jinsi ambavyo Dalton anazunguka usiku. Renai anashangaa kumbe Dalton amelala zaidi ya miezi mitatu sasa, lakini kumbe usiku anaamka na kupiga misele. Ilipofika usiku Renai anamsimulia mume wake kuhusu kelele alizokuwa anasikia mchana. Mara ghafla wanasikia sauti nyingine za ajabu. Joshi anainuka na kwenda kuangalia kuna nini. Renai pia anainuka na kwenda kumchukua mtoto aliyekuwa analia. Alipofika aliona kuna mtu amesimama dirishani, anamwita mumewe. Joshi anafika na kukuta hamna chochote. Ulikuwa ni usiku wa ovyo ambao ulikosa utulivu. Alamu ambayo ilikuwa ikipiga yenyewe kwa sauti kali ilianza kupiga na kuwakera wote. Joshi aliangaika sana usiku huo. Joshi akiwa kazini anampigia mke wake na kumpa taarifa ya kuchelewa kurudi kazini, maana alikuwa na majukumu mengi siku hiyo. Alipokaa katulia, yalimjia maono ya jinsi mwanaye anavyopata shida. Siku iliyofuata Renai, baada ya kuongea na rafiki yake, anatandika kitanda vizuri, anakutana na damu kwenye shuka. Anampigia mume wake na kumsisitiza awahi kurudi, maana nyumba imekuwa inatisha kukaa peke yake. Joshi aliporudi Renai alijaribu kumweleza mazingaombo na timbwili analokutana nalo katika nyumba hiyo, anasema natamani tuwe pamoja kwenye jambo hili, lakini Joshi unaniachia mwenyewe jambo hili. Joshi anasema sio kwamba nakukwepa, na mimi bado napambana kuhakikisha jambo hili linakwisha. Renai anasema kama unapambana, haya pambana na hili shuka. Wakiwa wamelala, bado ndoto na maono ya vitu vya kutisha vinatawala vichwa vyao. Renai baada ya kushtuka kutoka ndotoni kwa macho yake anashuhudia watu wa ajabu wakiwa wanapita dirishani. Anamwita Joshi ambaye alikuwa amelala sebuleni. Joshi anakuja mbio mbio na kukuta hamna chochote. Renai akamwomba mume wake wahame. Asubuhi na mapema, Joshi anahama na familia yake katika nyumba mpya, akiamini kuwa ameyakimbia mabalaa yote. Baada ya kufanya usafi, anatoka nje kwa ajili ya kumwaga takataka. Akiwa nje, anaona ndani kama kuna mtu anakimbia na kuingia kuangalia ni nani yule. Alipofika ndani hakuona mtu yoyote, badala yake aliona ni kama kivuli cha mtu kilichoamua kucheza na akili yake. Kama ilivyo katika muvi nyingi za kutisha, milango na viti lazima vifanye movement vyenyewe. Siku iliyofuata, Renai alimuita mtumishi wa Mungu huyu, sijui Gwajima au ni Mwamposa. Joshi anauliza haya, hao watumishi walikuja kufanya nini? Renai anasimulia tukio alilokutana nalo jana yake. Joshi anashangaa maana Renai mwenyewe hata kanisa hajui lilipo. Leo yamemkuta mambo, anatafuta watumishi wa Mungu. Kuna huyu mama mwingine ambaye sijui alikuwa ni mtumishi wa Mungu au ni ndugu wa familia hii, yeye anasema amekuja leo kwa sababu usiku aliota yupo katika nyumba hii, aliingia hadi chumbani kwa kina Joshi kwa lakini wote walikuwa wamelala. Anasema anajua ilikuwa ni ndoto, lakini alihisi kuna mtu anatembea ndani humo, alienda hadi kwenye chumba cha Daltoni anasema niliona, kuna mtu kwenye kona ya nyuma. Mtu huyo alisema anamtaka Daltoni. Mara ghafla mtu huyo anatokea tena, na ni yeye pekee ndiye aliweza kumwona mtu yule. Kile kiumbe kilileta balaa la balaa. Yule mgeni anasema namjua mtu anayeweza kusaidia suala hili, kama mtakuwa tayari. Ilikuwa hakuna namna nyingine zaidi ya kutafuta msaada. Walikuja wataalamu na vipimo vyao kuangalia kama kuna aina gani ya jini. Baada ya kutafuta kwa muda mrefu Mashine na kamera zilitambua uwepo wa mashetani hawa. Akaingia bibi mmoja ambaye inasemekana hawa waliotangulia ni vijana wake. Alipoangalia aligundua kuna tatizo kubwa. Aliingia hadi chumbani kwa Dalton ambako aliona shetani lenye uso mwekundu. Ni yeye peke yake alikuwa kiliona hivyo, alikuwa akisema jinsi shetani hilo lilivyo na msaidizi wake mmoja analichora. Sio mchezo, inabidi uwe na spidi ya kutosha. Baada ya hapo, bibi alikaa na wazazi wa Dalton kuwaeleza shida ni nini. Bibi anasema Dalton amekuwa akisafiri ndotoni kwa muda mrefu sana, na alikuwa hana hofu na hilo kwa sababu alikuwa akihisi ni ndoto, lakini kwa safari hii alisafiri na kwenda mbali sana, na sasa amejikuta kupotea katika ulimwengu mwingine, ulimwengu wa The Father. The Further ni ulimwengu wa wenye kiza, watu waliokufa nafsi zao zipo katika ulimwengu huo zinateseka. Na kitandani ule ni mwili tu wa Dalton. Wafu wote wanajua kuwa mwili wa Dalton hauna nafsi, hivyo nafsi za wafu hao zote zipo hapa kupigania kupata mwili huo. Baada ya bibi kuongea sana, Joshi akaona kama bibi anawapanga tu, anataka kuchukua kibunda apite kushoto, akaamua kumtimua usiku. Alipoingia ndani kwa Dalton alikuta picha zilizobandikwa ukutani, alijikuta kuamini maneno ya yule bibi, maana yanaendana kwa zaidi ya asilimia sabini. Bibi anaitwa tena na wanaandaa mtambo maalum kwa ajili ya kumtafuta Dalton. Bibi anawaambia kuna mambo mengi ya kutisha mtayaona, tafadhali mtakaa kimya na msiongee chochote. Bibi anasema yeye atawasiliana na Dalton lakini, lakini itakuwa kwa sauti ndogo sana, lakini kijana wangu ataandika kila kitu na kuvisema kwa sauti. Taa kazimwa na mchakato ukaanza. Dalton alionekana alikuwa akiitwa afuate sauti ili kujitoa katika ulimwengu huo, lakini kwa bahati mbaya mchakato unashindikana kutokana na roho ya Dalton kupata vipingamizi kutoka katika roho nyingine zilizopotelea katika ulimwengu huo na zinahitaji kurudi duniani. Mpango unaisha kwa balaa zito, Dalton na mashetani mengine yanashusha kichapo kizito. Mpango ulipofeli, bibi anaamua kumuita mama yake Joshi. Mama yake Joshi anatoboa siri kuwa Joshi naye anao uwezo wa kusafiri nje ya mwili wake. Mama Joshi anasema kulikuwa na shetani ambalo lilikuwa likikufuatilia muda wote. Kuthibitisha hilo, akatoa picha za Joshi za utotoni. Katika kila picha aliyopigwa Joshi kulikuwa na shetani hilo nyuma yake. Bibi anasema lengo siyo kukukumbusha yaliyopita, ila tunataka wewe utumie uwezo wako kwa ajili ya kwenda kumfuata Dalton katika ulimwengu wa the Further. Joshi alikuwa hana namna zaidi ya kukubali tu. Joshi anakalishwa na kuanza kupewa maelekezo ya kusafiri hadi the father. Anaambiwa awe makini, maana roho za wafu zikigundua tu kama yeye siyo miongoni mwao zitakuja duniani na kuuteka mwili wake. Joshi anaambiwa afumbe macho na zoezi la kuanza safari linaanza. Joshi hatimaye anajikuta katika ulimwengu wa the father. na zoezi la kumtafuta Dalton linaanza Josh anatoka nje ya mwili wake na kuingia kwenye the father, ulimwengu wa kutisha uliojaa roho na mapepo. Hatimaye anamkuta Dalton akiwa amefungwa na kuteswa na pepo lenye uso mwekundu. Kwa ujasiri mkubwa, baba na mwana wanapambana na kutoroka kutoka kuzimu, lakini waliporudi, kuna kitu hakiko sawa. Dalton anaamka, familia inasherehekea kwa furaha, lakini Elise anahisi kuna jambo la ajabu kuhusu Josh. Anapojaribu kumpiga picha, Josh anabadilika ghafla na anamnyonga hadi kuhusu. Katika dakika za mwisho Renai anagundua mwili wa Elise na kamera aliyotumia. Anapoangalia picha haoni sura ya Josh, bali roho ya mwanamke mzee aliyekuwa akimwandama Josh utotoni. Josh hakurudi peke yake. Muziki wa kutisha unapanda taratibu. Insidious inamalizika kwa mgeuko wa kutisha, ikiandaa uwanja wa mfululizo wa filamu nyingine za kuogofya. Ni filamu iliyochanganya hofu, saikolojia na ubunifu katika namna ya kipekee. Usisahau kulike, kusubscribe na kuwasha kengele kwa ajili ya muhtasari zaidi wa filamu za kutisha. Mpaka wakati mwingine.